Hili ni jukwaa linalowakutanisha wafanya biashara na wateja wao kuzungumza kuhusu mnyororo wa thamani katika sekta ya utalii. Watu kutoka pembe mbalimbali za dunia, kaskazini, magharibi, kusini, mashariki, takriban mataifa 40, wamekusanyika hapa katika viwanja vya Magereza Kisongo kuzungumza utalii. So, hii ni kampuni ya Zanzibar Submarine kama mmepewa, umesikia, tunafanya huduma za submarine Zanzibar, tunapeleka watalii ingawa malengo ya sekta ya utalii nchini Tanzania yako bayana, nayo ni kufikisha watalii milioni tano na mapato yanayofikia dola za Marekani bilioni sita kwa mwaka. Na aina hii ya utalii wa maonesho inatajwa kuwa mbinu mojawapo ya kufanikisha azma hii, lakini yakiwa hapa katika maonesho ya Karibu Kili Fair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 Azam Media kwa kushirikiana na Tanzania Tour Guide Foundation inakuletea msimu wa kumi wa shindano la Safari Field Challenge kwa mwaka 2025, na hapa Tanzania inamtafuta mwongoza watalii bora kwa mwaka 2025. Kwa hiyo tunahitaji tour guides ambao wana umakini, wanaijua kazi yao. Kwa hiyo niseme kwa haya machache, kupitia Azam Sports 2 HD utaweza kuona na kama na wewe una interest ya kujifunza unataka kujua kwamba una usalama unapoenda kufanya utalii wa ndani au wa nje, basi sogea kwenye kisimbuzi chetu cha Azam TV, lipia, nunua ili uweze kufaidi burudani hii kubwa kabisa, kwa maana kwamba sawa wa Tanzania, mtapata muda wa kuweza kuangalia nani anafaa kuwa mwongozo wa watalii bora wa mwaka, yani best guide of the year. Mtaangalia, mtapewa room ya kupiga kura. Kwa mchakato utaenda mpaka tarehe 27 mwezi wa 9, siku ya utalii duniani, ndio siku ambayo tutaweza kumtangaza best guide of the year. Ni kuanzia Juni 6 mpaka 8 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, dunia ipo Kisongo Arusha kuzungumza utalii. Ni Karibu Kili Fair elfu mbili na ishirini na tano. Ramadhani, Mvungi, makala ya utalii, Azam News.